E, anasema sadaka ya kusimbuliwa haitolei ujira. Sasa mtu anahesabu pesa zake alizotumia, mazulia alotandika, japo yeye kaletewa tu msaada ayaweke msikitini, anasema akaweka yeye, kwa hiyo yeye ndo anastahiki kuwa kiongozi. Kwa hiyo na dunia watu wanaiona ni yao, anga lao, ndege zao, meli zao, bahari zao, kila kitu kina mwenyewe lakini Allah anahoji vitu vya ndani kabisa. Ndiyo anga lenu, nani katengeneza hili anga? Ndege zenu, mmetengeneza nyie viwandani. Sasa mnatumia anga la nani kurushia ndege zenu? Kodi kiasi gani mnamlipa? Kwa nini zinaruka kwenye anga? Kipi kinachozifanya zielee kwenye anga? Ndo anachohoji, anahoji Allah subhanahu wa ta'ala. Technical things, vitu vya kitaalamu. Kaifa banainaha, vipi tumeijenga? au kuhusu ndege anasema, man amsakahunna, nani kawazuia ndege? au ndege zenu anayezizuia zibakie juu? au bahari, walfulki lati tajri fi lbahri bima yanfau nnas Angalieni na majahazi merikebu vyombo vya majini vinavyopita baharini kwa ajili ya kukidhi mambo yanayowapa watu manufaa. Wanasafiri watu baharini kwa vitu vilivyotengenezwa kwa vyuma vizito, wakabeba abiria na mizigo, na wakaenda masafa ya mbali kabisa, baina ya bara na bara kwa kupitia kwenye maji. Kwa hiyo aliyeumba anahoji alichokifanya yeye kwenye alivyoviumba anga yake Muliwezaje nyie kueleza vitu vyenu katika anga? Maji yake muliweza vipi nyinyi kupitisha vyombo vyenu kwenye maji yake? Na nini mnamlipa, mkeshatumia maji, mkeshavuka lile meli? Nye wenye shirika la meli wanachao, wanapata. Watu wa bandari wanachao, wanapata. Mtengenezaji meli ile, kauza kwa pesa nyingi sana. Mwenye maji je, mnaeleza meli zenu, mnamlipa nini? Kodi gani kwake inakwenda? Labda matusi na jeuri, halipwi hata shukurani. Tunakushukuru aambiwi. Kwa hiyo hapo anauliza, anasema ndege wanaoruka angani ma yumsikuhunna illa Rahman, hakuna anayewazuilia isipokuwa Rahmani. Kwa hiyo katika anga baina ya mbingu na ardhi pana vitu vingi. Allah kaweka vina tabia, kazi, sifa tofauti tofauti. Ukitoka katika ardhi yetu hii masafa kadhaa juu ya ardhi, tabia yake ya hewa hii inatofautiana na kutoka hapo kuendelea tena. Sasa sema kuna litosfia, mesosfia, genosfia, hizi spheres, spheres zinafanya kazi tofauti tofauti na kila, kila lea ina kazi yake muhimu zaidi maalum kwa ajili ya maslahi ya watu. Moja kubwa sana na muhimu sana ni ile ambayo tulizungumza jana kwenye aya za suratu Abasa. Allah anasema kwamba anna sababna lmaa saba, sisi ndo tunaomwaga maji kwa kipimo kwa ajili ya faida yenu maji yale ambayo yanamwagika kutoka juu yanatoka hapa hapa ardhini. Qurani pia ndivyo inavyosema, akhraja minha maaha wa maraha. Yani wal arda baada dhalika dahaha, ardhi nayo baada ya kumaliza kufanya mambo ya mbinguni akaiviringa na ardhi, Allah akaiweka katika hali ambayo munaiona sasa. Baada ya kuiweka ardhi pana, yenye eneo kubwa, akhraja minha maaha wa maraha kutokana na hii hii ardhi akatoa maji yake, akatoa na mimea yake. Ardhi ikawa ni yenye mimea, baadaye wakawekwa wanyama na wakawa wao wanategemea sana ardhi na maji yake. Mwisho ndo wakaja wanadamu. Kwa hiyo kaweka maji ya ardhi, yale yanayotoka juu, yanatoka wapi? Yale hayatoki huko mbinguni kwenye mbingu saba madhubuti. Maji ya mvua yanatoka hapa hapa ardhini. Ardhi ndo inayotoa maji yake. Kwa hiyo kuna utaratibu wa kutumia hizi layers za anga za hewa hapa aliyouandaa muumbaji kwamba panafanyika kitu hapa chini ardhini, lakini kutakuwa kuna tofauti ya air masses pressure, zinakuwa tofauti kati ya maeneo ya ardhi moja. Mkandamizo wa air molecule katika eneo fulani utakuwa ni mwingi sana, air ya hapo nzito na eneo jengine litakuwa lina mkandamizo mdogo kwa sababu air ya hapo nyepesi kidogo, kwa patapatikana tofauti ya temperature. Wanasema watu wa sayansi kuna kanuni, the higher the temperature the lower the pressure, na kinyume chake, the lower the pressure the higher the temperature. Pahala kunako mkandamizo mdogo, maana kuna temperature kubwa, na ikiwa temperature ni ndogo, pressure au mkandamizo unakuwa mkubwa. Kitu hichi ndo kinachosababisha movement of air, forces, air masses, yaani ndo upepo unapatikana. Upepo ni kuondoka kwa air molecules kutoka eneo lenye mkandamizo mkubwa na ikakimbilia kwenye eneo lenye mkandamizo mdogo. Kwa hiyo panapatikana uvumaji wa upepo katika ardhi. Maeneo yenye ukame mukavu, mahala mukavu, mtakuwa mnapatikana vumbi, watu watachoma misitu, moshi utatoka moshi huu utachukua na dust particles zile, unapanda juu. Kinachopelekea moshi upande juu ni upepo. Upepo huu unavuma kutoka huku kwenda huku, na huu unavuma kutoka huku kwenda huku. Unapokutana, upepo huu unakuja huku na huu unakuja huku, kitakachofanyika hapa, madam chini kuna ardhi, ulipokutana upepo utapanda juu. Ukipanda juu, unachukua na zile taka, taka zote zilizopo hapo. Taka taka hizi zinakwenda, tabia ya kutoka hapa chini kwenda juu ni kwamba temperature inapungua kadiri unavyokwenda juu. Kwa hiyo kama hapa chini joto jingi, vilivyochukuliwa hapa vitakwenda mpaka pahala kwenye baridi kali. Baridi tabia yake hugandisha vitu. Kwa hiyo kama hapa paliondoka unyevu, unyevu ukachukua na vumbi, unyevu huu wenye vumbi ukifika pahala kwenye temperature ndogo, lazima utafreeze, utaganda. Kwa hiyo katika anga pia Allah kaandaa utaratibu ayaweke hayo maji. Kwa hiyo wingu ni mkusanyiko wa takataka nyingi, moshi, vumbi na unyevu. Unyevu yani umajimaji unakwenda juu pahala ambapo kutakuwa kuna temperature ndogo, lazima unyevu ule utaganda katika mfumo wa barafu. Kwa hiyo mfumo huu wa barafu, hapa kuna movement of winds na juu pia kuna movement of winds hiyo Mwenyezi Mungu anaweza akasarifu mawingu yale kuyapeleka atakako, kwa utaratibu huo. Na kama siku akiamua yamwagike yale maji yaje chini, basi hayaji yakashuka yote wingu zima moja kwa moja mpaka chini. Kuna utaratibu maalum, yanakuwa yanakuja kidogo kidogo kidogo kidogo, kiasi ya haja. Nani kayapanga haya na inakuwaje? Nani anasimamia ili iwe hivi na si vinginevyo? Wenye akili hapa ndo watajua kwamba haya mambo yana mwenyewe mwenye kusimamia. Maji ndo yale yale, tabia yake ndo ile ile, uzito wake ndo ule ule yanapokuwa juu na yanapokuwa chini. Lakini mbona maji mazito hayakuwekwa kwenye chombo, hayako kwenye pipa, yakawa yanaelea angani kwa nini? Na kwa nini hivyo, yakija chini hayaanguki yote kwa pamoja kwa sababu ya uzito wake? Kwa nini yanamwagika kidogo kidogo? Lakini athari yake ndo unasikia Pakistani mafuriko, Amerika yanatokea mafuriko, Afrika yanatokea mafuriko, kwa maji ambayo ni mengi yamemwagika kutoka juu. <clears throat> Nani anayefanya vitu hivi akasimamia vitu hivi? Bado jawabu inarudi kule kule, ni Rahmani mwenyewe ndo anayefanya hivi vitu. Basi haya mambo watu wanasoma katika vyuo vinavyotambulikana duniani. Wakawa wao ndio wataalamu, alafu wao wakasema Mungu hakuna, kwa sababu akili zao haba. Hawana akili ya kwamba wao wanajua vitu kama hivi, kisha wakasema havina mwenyewe, vipo vipo tu, vipo vipo vipi?